Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Mwanaume kutoka Tennessee ambaye alitafutwa kwa hati ya kukamatwa alikamatwa baada ya polisi kusema kwamba alichapisha picha kwenye mitandao ya kijamii akiwaita au akiwapa changamoto waje wamtafute. Ofisi ya sherif ya kaunti ya Shelby inasema kwamba Devon Bart mwenye umri wa miaka 25 alipatwa na kukamatwa siku ya Ijumaa baada ya kushiriki picha kwenye ukurasa wake wa mtandao maarufu wa kijamii akiwakejeli maafisa wa polisi. Pamoja na picha hizo ambazo zimeshaondolewa kwenye tovuti ya mitandao ya kijamii, maafisa wa polisi wanasema kwamba Bart alidai kuwa kama angeenda jela mamlaka wangelazimika kumtafuta kwanza. Tunachukulia hati zote na sheria kwa umakini sana katika ofisi ya sherif. Alisema naibu mkuu wa polisi Anthony Baka katika chapisho kwenye ukurasa wa Facebook wa idara: kuepuka maafisa si mchezo, kupuuza sheria kuna madhara makubwa. Aliendelea kusema kwa mujibu wa Fox News, maafisa wa polisi walimpata Bati na kumkamata bila tukio lolote na kumweka gereza la kaunti ya Shelby. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.